Ni kitu simple sana lakini, mpaka ukae ukasoma kwa mtu na ukajua, usiwe mjanja mjanja. Kwa hiyo mwalimu au ndugu mwandishi, kuhusiana na swala la shikeli, inafanya ifanye kazi nitakuonyeshea hapa, lakini wengi sana huwa wajanja wajanja sana, wanakuwa hawawezi hilo swala. Wengi ni wauni manake, unamaanisha ama hawana uelewa mkubwa na maarifa makubwa kuhusu shikeli. Asiwezi kusema wauni. <laughs> Ila bali nasema tu kwamba wao wa, wa, wanazitafsiri wana shikeli lakini hawawezi kuzitumia shikeli. Yaani anamuagiza mtu mbuzi, anamuagiza mtu kondoo, eh kwa kuwa yeye ushamuona tayari katika YouTube, ushamuona katika TikTok au si bwana? Unasema huyu ni mwalimu anaweza kuangalizia, subiri mkabidhi majambo yangu, lakini yeye zile zile shikeli anazitumia tu kukuvutia wewe, kwamba hapa imekaa hivi, hapa imekaa hivi, yani, na anatumia kukuvutia wewe ili wewe uje ufanye jambo, lakini yeye kuzitumia shikeli kweli kufungua vifungo hivyo inakuwa ni mtihani. Unaweza ukatuonyesha jinsi unavyofanya kazi wewe? Aa, sasa ndugu mwandishi, unataka nikuonyeshe kitu gani? Mfano yani, shikeli nikuonyeshe kwa kutumia nini? Yani, si unanielewa swali langu? Kwa sababu sisi hatuzifahamu vizuri na, tunatamani utuonyeshe sample yote ambayo wewe utaifanya Tukai, tukaielewa tuka, au Watanzania wana wakaelewa, eh. Sawa, unaonaje, labda nichole shikeli afu nikupige naye usoni, uta kishakupiga naye usoni, kuna tatizo utalipata katika dakika mbili tatu hivi, afu baadaye nitakutibia utakaa sawa. Unaonaje hiyo? Hapana, kwa kweli hatuwezi kutafuta mfano wengine. <laughs> Asa, ndugu mwandishi, hizi tunatoa mfano ili watu wapate kujua, si ndio? Ndio, mimi mwenyewe nitakutibia hapa hapa na chola shikeli na, na kupiga nayo usoni mara moja, unapata na kivambo alafu naamini tutakutibia inshallah, biidhnillah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>